Waheshimiwa, waheshimiwa, naomba tukae, hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa <coughs> Mweshimiwa Raisi aweze kurudi kwenye majukumu mengine, asante sana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 Waheshimiwa, Mheshimiwa bunge, kwa vile jina hili likija hapa ni siri, naalisha bunge kwa nusu saa ili katibu akandae. Nasitisha bunge nusu saa ili katibu akandae ballot paper.